Mheshimiwa sana baba Deka, baba paroko, watawa, kamati tendaji, makatekista, mafrateri, waimarishwa, wazazi na wasimamizi wa umene wote Parokia ya Mtakatifu Yohane Mtume na Mwinjili Tegeta Kibaoni, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Jambo la kwanza ni shukrani kubwa sana kwenu kwa ukarimu mkubwa mliotuonyesha hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tunawategemea sana katika jimbo letu jipya la Bagamoyo kama alivyosema mapatekano jimbo letu jipya tunapoanza, e, tunaanza kama watoto wa wanyama. Mtoto wa mnyama akizaliwa anaanza kukimbia, na sisi tuwe hivyo, tofauti na mtoto wa binadamu. Unajua, mtoto wa binadamu inabidi mpaka miaka miwili miwili ngapi ndio anaanza kitambaye kwanza nini, lakini sisi tunakimbia, na kwa sababu tumezaliwa, tukimbie, tulijenge jimbo letu na tulijenge katika mambo yote kwanza, tutambue kwamba ni chanzo cha imani Tanzania, kwa mlango wa imani kwayo, tulijenge jimbo letu katika imani na maadili, tulijenge jimbo letu katika hali na mali, tulijenge jimbo letu lijitegemee, kwa sababu hatuna wafadhili tena, kwa tuwe wafadhili wa jimbo letu. hilo ni la kwanza. La pili ongereni sana mnapotimiza miaka kumi ya parokia ongereni sana. katika mwaka huu wa kumi ndio na mimi nimekuja kwa mara ya kwanza kwenu. namshukuru Mungu sana kwaona na kwa sababu hiyo mmesema kwamba katika E, mwaka wene wa kumi mna mambo mengi ya kufanya na vile vile mmetamka na kigango cha mama Bikira Maria wa Fatima leo hii ambayo ni, ni, ni, ni Dominika ya misioni ni tarehe kumi na tisa, hiyo nakitangaza na kukipandisha rasmi kigango hicho kuwa parokia teule.